Tunahabarishwa kuwa mke wa mgombea urais kupitia muungano wa vyama vinavyounda umoja wa katiba ya wananchi Ukawa, mama Regina Lowasa ameshindwa kuwahutubia wananchi wa Itilima baada ya kundi moja la aliyekuwa mgombea ubunge wa umoja huo kuvamia mkutano huo kutokana na eti kinachodaiwa jina lake kukatwa na kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Wafuasi wa mgombea huyo walifika katika eneo la mkutano huo huku wakiimba nyimbo za kumtukuza Lowasa, lakini wakipinga uteuzi wa mgombea aliyepewa ridhaa na chama hicho, wakidai kuporwa haki ya kipenzi chao kutoka Itilima mkoani Simiyu. Taarifa yake mwandishi wetu Pasco Michael ina zaidi. Wafuasi hao waliovamia mkutano wa uzinduzi wa kampeni ya Chadema jimbo la Itilima wakiwa wamembeba mgombe huyo aliyehamia CUF wakidai kupolwa haki ya kipenzi chao, hali hiyo ikamduaza mama Luasa na msafara wake, ambapo vurugu hizo zilidumu takriban dakika 30 na kulazimika kutolewa jukwani kwa kupitishwa nyuma ya turubai lililokuwa limefungwa kwa ajili ya wageni rasmi na kuelekea mjini Bariadi, huku wafuasi hao wakiendelea kupaza sauti ya Martin Makondo kihutubia wananchi wa Itilima huku wakikatishwakatishwa na wafuasi hao wakiimba nyimbo za Lowasa na Makondo. Naibu katibu mkuu bawacha Bikunti Majala amewataka wanaItilima kuwacha ushabiki wa kisiasa, bali waangalie maslahi mapana ya chama chao na mstakabali wa maisha yao. Nyinyi ndio mnaishi Itilima na hatima yeah, ya Itilima mnayo nyinyi wenyewe, wana wa Itilima yeah, lakini Kwenye kinu mshahara wenu ni kuloa, ni wajibu wenu kama wananchi kukaa chini na kutafakari ni nani mwenye uwezo wa kwenda kutuvusha hapa tulikofika. Naye mwenyekiti wa Chadema Itilima amekilaani kitendo hicho na kuiomba tume ya uchaguzi ichukue hatua zidi ya mgombea huyo. Bali chini Magile, kwa wale wanachadema, nendeni mkampigie kura mgombea huyu, ameenda kafu. Lakini kama kama yeye ni bora zaidi akae kafu, nipige ngoma CHADEMA, tusonge mbele, tuone nani wa kwanza kuingia mjengo. amekuwa akini chafua sana, lakini chama chetu kiko makini. Katika kula za maoni za chama hicho, bwana Martin Makondo aliongoza kwa kupata kula 374 na Martin Magile alipata kula mia moja ishirini. Nikiripoti kutoka Itilima, mkoani Simiu, Pasco Michael, Channel 10.